A mitaa ya Makumbusho, niko na Kizinga captain shabiki la FIFA. Nimekuja kuzungumza mawili matatu, haswa mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo ya na, na burudani. Kapteni, uko poa? Ya, namshukuru Mungu, niko nikopoa, sema upo ya wa kutosha. Mungu ni mwema. Ya, mm. Ya, amani ipo ya kutosha sana. Na katika hii swala la amani, kidogo sekunde moja, tuseme na watanzania tuwaombe dua wa viongozi wetu wa nchi wanaotuongoza ukiwa ni mtu ukiwa ni mtu ambaye una, unafikiria katika hili utanielewa. Wewe mtanzania utanielewa, unaamka asubuhi unakwenda kwenye shughuli zako, unaenda salama unarudi salama, hujasikia bomu wala mlio wote wa risasi, jambo la kumshukuru Mungu. Zipo nchi ambazo mpaka sasa hivi Mtu ajue yeye na familia yake anaenda kulala wapi kuishi wapi. Kwa tuna kila sababu ya kuilinda amani tuliyojaliwa kuwa nayo na tuwaombee dua viongozi wetu. Achana na mtu ambaye amekaa huko anakula starehe yuko kwenye nchi za watu anakuambia wewe ukaandamane. Usifanye ujinga huo. Unaendaje kuandamana? Unaenda kuandamana ikiwa wewe unaishi vizuri, una raha, unaamka unaenda kufanya kazi zako. Tupo hapa sasa hivi tunazungumzia mpira, tuna raha, tuna amani. Yanga anakwenda kucheza na raha na amani. Yaani, nitoke hapa mimi nikaandamane kwa lipi? Na kati ugali nakula na shiba. Akili yako itumie vizuri, unaweza ukafahamu kati ya ya sikio na macho, kipi kinachoibeba miwani. Bwana, tuondoke huko kwenye hayo mambo, na wala sitaki hata kuyasikia, ndugu yangu, na wala hata kuyaona pia. Turejee huko kutuzungumzie mpira ambacho kitu kimetuleta. Young Africans dhidi ya Silver Strikers, tutarajie mchezo wa namna gani haswa hapo dimbani siku ya kesho. ya kwanza kikosi kimeondoka asubuhi ya leo kuelekea nchini Malawi, na ni matumaini yetu wachezaji wote ambao wamejali wakwenda katika msafara wako salama salmin pamoja na viongozi wetu aa. Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awaongoze wa katika mchezo wetu dhidi ya timu hiyo kutoka nchini Malawi. Tuna mategemeo makubwa sana kama mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Africans, mashabiki bora kabisa, mashabiki wa FIFA dunia tuna matumaini makubwa ya mchezo huo kuwa mzuri na kuwa upande wetu, kwa sababu tuna kikosi bora, tuna wachezaji wazuri ambao wana uwezo wa kufanya kitu chochote kikubwa zaidi. Tuna timu ambayo viongozi wetu wametufanyia maboresho kwa maingizo mapya akiwemo Mohamed Dumbia, Lasine Kouma, Celestin Ekwe na wengine wote. Kuna matumaini makubwa sana kwamba tunakwenda kufanya vizuri katika mchezo huo. Yes, e bwana, nikiangalia msafara wa Young Africans wameenda full squad. Nikiwa na maana na wachezaji wao wote kamili ambao wameongozana nao na kwenda nao, lakini pia nikiwaangalia majirani zenu Simba Sports Club wameondoka hapa nchini Tanzania bila Musa Pinpin Kamara. Kwanza tuanzie hapa, mnawaona majirani wakifuzu? Kwangu mi binafsi siwaoni wakifuzu. Mimi binafsi kapteni la FIFA siwaoni wakifuzu kwenda sehemu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi. Kama timu ya, ya, ya, ya, ya bwana matatu ilikuwa almanusura ikuondowe, yaani almanusura kutokuwa makini tu kwa yule mchezaji ndio kulifanya <coughs> wapone, lakini alikwenda akafanikiwa ak ak ak ak ak ak ak kumlaza Elshine Drake yule akafanikiwa ak kwenda Pinpin Kamara anatoka yule bwana, wasiwasi wake akapiga nje, lakini walikuwa wameondoka, kama walikuwa wameondolewa kwenye hatua wa ile vipi, huku nako kwenda kwa mtu ambaye amevuka hatua nyingine, na wewe una wachezaji wa kawaida sana, alafu kuna baadhi ya wachezaji wengine pia huna kwa mfano kama uh, Pinpin Camara si ndio, uh, Abdurazaki Hamza na mwingine sijui nani, kiungo nasikia naye pia vile vile, lakini ukiachana na hapo bado kuna tetesi zinasema mwalimu hamtaki Jean Charles Ahoua kwa bado, <laughs> bado shida, tetesi zinasema, mwalimu hamtaki Jean Charles Ahoua yeah. Yes, kama wewe ndo, kama wewe ndo mwalimu, imagine wewe ndo mwalimu unaifundisha ile timu wakati wewe unakuja kucheza na wale wakati unakuja kucheza na Simba, ukiangalia ule mchezo vizuri Jean Charles Ahoua alipata nafasi adhimu sana tunasema, akakutana na beki akafanikiwa kumtoka, akaenda kukutana na kipa akafanikiwa kufanyaje? Sasa goli limebaki yeye, yeye na goli. Yani wewe kuinua tena, akainua na macho kwamba anapeleka wapi mpira, alikopeleka akapeleka kwa waandishi wa habari kule. Yani wewe ndo meneja matatu, kwa sababu sio mwalimu yule wala sio kocha, wewe ndo meneja matatu, unafanyaje? mchezaji huyu namchukua Unaenda naye? Yule ameangalia rekodi ya huyu mtu kwenye hizi nafasi adhimu ni mtihani sio wa kwenda naye. Atakwenda naye lakini kwenye matumizi sio sana. Angalia kuna mchezo wa ule mchezo wa, wa, wa nusu fainali kama sikukosea Zanzibar pale. Alikwenda yeye na kipa na akafanikiwa kumpiga chenga kipa kabaki na goli hilo hapo. Akapeleka huko anakokata na wapiga picha. Kwa hiyo unaweza kuona ni mchezaji wa namna gani. Ah, meneja kaangalia anaona huyo anifai bado. Pia kuna Bajabi sijui nani yule eh, naye pia vile vile. Watu. Nisikilize, Nisikilize mimi, mimi usiniambie Simba, Simba, ni Simba, Simba ina watu. Hakuna timu ambayo haina watu, huyo Muhamed Bin Jabiri ni pancha, umeelewa? Simba, Simba ina Musa Kamara pin, kwa atacheza huko huyo aliyemkumbatia Muhamed Dumbia au kuona, yaani Muhamedi Dumbi anaondoka anakwenda kufanya yake, anakwenda kumkumbatia. Yaani kama lasio alikuwa anataka mfanye vitu gani? Simba ina Rushani Dereka ambaye alisababisha goli tukafunga kupitia kwa Pacome <laughs> ina watu. <laughs> Simba Ama... ina watu sia ina mlingo huyo huyo na ndio liko pasi likotokea huko huko kwa Pacome anakwenda nakwenda na weko kati, Maxim pia Mzingeli, watu tunaweka Simba ina kibu Dennis, Prosper. Waambie kwamba hao wachezaji wote walicheza kwenye mchezo wao dhidi ya Al Hilal ya Sudani uh. Al Hilal ya Sudani inawafunga Simba goli nne ikiwa ina wachezaji tisa, wako timu ya taifa. Kamu Mugisha sijui bilu Mugisha hayupo, yule mwamba yule, mtu hatari, winga kutokea huko hayupo. Fulu kikosi kile pale, wachezaji muhimu wote wako timu ya taifa. Unakufa chuma nne pila tatu, unakwenda sasa, uko nje ya nchi, pila tatu zinakwenda kudhalilika Mi nakwambia niamini mimi mpira eh? Tatu inakwenda e, bwana. Miongoni mwa kauli ambazo amezizungumzamediali ileo yeye cha kwanza amesema kwamba hajui kama kuna timu zingine zinashiriki michuano ya kimataifa. Awaulize viongozi wake, amuulize mangungutaratbu amsema eh? Hajui kama kuna, ingine, ha, inambale, hakasema, aje, kama kuna timu zingine zinashiriki michuano ya kimataifa ndio mana mbali akasemaje kama kuna timu zingine Mm, zinashiriki michuano mm, ya kimataifa mm, anaomba kwa Mwenyezi Mungu mm, wabaki wao Simba Sports Club peke yake. Hayo maombi hayana utofauti na maombi ya muhindi wa Simba. Muhindi wa Simba aliomba na kumwambia Mungu, sisi tumewakosea nini? Kwa nini sisi tu? Maombi yale Mwenyezi Mungu anaangalia kwanza ndani yao wa watu kuna nini, simaneelewa kuna mtu mule anapenyeza taarifa, si tunapokea. Mi nataka nikwambie kitu kimoja, kama hajui, kama hajui awaulize viongozi wake kwamba kuna watu wengine pia wanashiriki, viongozi watamwambia, kwa sababu hao hao viongozi wao ndio viongozi ambao mpaka sasa hivi hawajajitokeza hadharani kuambia Watanzania kwamba ni kweli tumepata fedha kutoka Kafu ambazo zimepita kwenye chama Eh, eh, kwa, kwa mwenyekiti wa virabu vyote barani Afrika ambaye ni engineer Harris, wamekausha kimya, lakini wenzake haka waishasema. Eh, anikasema Azam amethibitisha kuwa wamepokea dola 1000. Wewe kusikia, si ulikuwepo pale? Amethibitisha property. Haya mangungu, kwani sijitokeza hadharani? Haya akawaambia wana Simba. Singida kathibitisha, ndio tarehe 16 Azam amepokea fedha. Azam apokee, wewe nafasi ya 5 usipokee, sio kweli? Kwa hiyo ni, ni, ni, ni mwambie kitu kimoja ana kila sababu ya kusema hajui mm hivi -hmm. Ndugu yangu Ahmed Ally alikuwa porini, yuko anauza jezi, alikuwa porini anauza jezi. Ahmed Ally alikuwa anahamasisha mashabiki wa Simba wanunue jezi. Kwa hiyo sasa, sasa hivi wamehamia kwenye kuhamasisha sasa, eh? si walisema kwamba walikuwa wanapinga jezi fake. Nisikilize, kupinga eh. Ni jambo moja kuhamasisha ni jambo lingine eh, na kuuza pia, kwa sababu unachofahamu mimi kama walikuwa wanapinga basi walikuwa sehemu ya biashara kwa sababu jezi zimeuzwa. Mimi, mimi nimeshuhudia kumuona kiongozi wa mfano wa kuigwa katika nchi hii ambaye ni, ni, ni waziri wa fedha eh, Mwiguru Mchemba amenunua jezi si ndio za mnyama takribani pisi mia mbili. Si umeneelewa? Ameunga mkono, bado anaendelea kuonyesha ubora. Tulia kwanza, mheshimiwa anaelewa mchango wa Simba. Tulia kwanza, usinilishe maneno <laughs> yani waziri wa fedha Mwigulu Mchemba anaendelea kuonyesha anaendelea kuonyesha kwamba yeye ni mtu wa namna gani katika kuendelea kuisaidia hiyo timu. Tayari anafahamu mchango wake wa kuwasaidia Simba amewapa mchezaji wa bule Jonasani Soa, mapenzi yake anaendelea. Ameenda kununua jezi kwa ajili ya kuwasambazia ndugu zake wanaoishi mikoa mbalimbali. Walimnunua bei gani Soa? Wenyewe Simba wanasema ametumia hela nyingi sana hapa. Bei gani wamemnunua? wa, wa, wa, nyinyi kama waandishi wa habari mkayaseme, kwa sababu mimi nikiamua kuchukua mchezaji wangu nikikupa wewe bila malipo, si nimeamua kwa hiyo umepata mchezaji huyu, umepewa. Kwani kuna ubaya gani? Hatuyasemi hayo kwa ubaya. Anaendelea kuwa sehemu ya kukisaidia kikosi kile, kuwaunga na kuwasapoti wale ambao walikuwa wanamuona mbaya, lakini ameendelea kusapoti kwenye bidhaa zao, na anaonyesha kwamba anasapoti juhudi za kuendelea kuhamasisha watu wanunue jezi zile, jezi ambazo mlikuwa mnasema zimejaa, kwamba Dar es Salaam Africans ndio wana mijezi kibao imejaa ndani. Kumbe nyinyi ndio mna makontena ya majezi yako ndani, sasa yamedoda, mnatafuta sehemu ya kwenda kuyauza, mnaamua kusambaa kwenda mikoani. Sasa mkoa unaofuata tukubaliane, waende Kigoma, wakasambaze hizo jezi, wamesimaliza jezi kwa hiyo ilikuwa siku kumi, unahakika jezi zimemalizika. ah, jezi za Simba hey! Sasa wale wanangu ambao mlitoa jezi feki, <coughs> na nyinyi nendeni mikoani mkauze <coughs> hey! Hey! na nyinyi nendeni mkauze hey! Hey! si umenielewa? uh -huh. <laughs> Tuendelee. <Hey>, e unasemaje, waende mikoani wakafanyaje? Waende wale ambao mlikuwa mnauza jezi feki uh -huh. na nyinyi ni wakati wenu wa kutoka hapo mlipo andaeni magari na nyinyi mkasambaze jezi zenu feki mikoani, zile zile ambazo umeona mtu mmoja anasema alinunua elfu ishirini. Msizidishe bei, uuzeni hivyo hivyo elfu ishirini hivyo hivyo hivyo hey, hivyo. E bwana, nimaliza na hii kwa upande wako, Kizinga. Jaribu tujaribu, tujaribu kuliweka sawa mimi na wewe hmm. Herisi Saidi ni miongoni mwa wajumbe wa FIFA ambao wameteuliwa, naam ila jana mi na wewe tulipata wasaa wakati nikifanya interview na ndugu yako. Mm. akasema ya kwamba wewe, taarifa ya yanga wakati wanasafiri umeipata wapi? taarifa ya Yanga wakati wanasafiri kuelekea Kwele Malawi? Mm. taarifa zote sisi tunazipata kupitia kwenye kurasa za club, nikiwa na maana kwenye mitandao ya kijamii ya club. Yes. Sasa ndugu yako akanituma nije nikuambie. Mm. wewe uniambie ndugu yako wa jana Mandala. Yes. Akanituma nije nikuambie Mm. FIFA wamemposti Enjinia Heris kama miongoni mwa wale wajumbe ambao wameteuliwa. Asante sana, lakini nilitegemea kabla ya kumpa majibu ni vyema nawe nikakuuliza, kama ili ulifanikiwa kuliuliza. Anamzungumzia Enjinia Heris, nafasi zilikuwa za watu watatu wa Tanzania ware iskaria na mwanadada yule Vipi kuhusu Wallace Karia anakubali kwamba uteuzi wa Wallace Karia ni uteuzi wa kweli au si wa kweli yeah, alichoniambia yeye hey. mpaka aone FIFA wameweka ndiota kuhusu Karia hata yeye mwenyewe anaweza akalala akiamka akajipoza akasema Sawa, labda tu, tu, hey. tumweleze hilo kitu kimoja hmm. miongoni mwa mashabiki ambao hawana furaha na hawana amani ni pamoja na yeye hey. kwa sababu pale alipo ana mawazo alitegemea kuona bidhaa ile ya Jeruti ya kwenda kuuza jezi wangepewa wao, lakini wamekosa menelewa. Anaona wivu kusikia boss katoa usafiri, watu wanakwenda Malawi, anaumia. Mpaka sasa hivi nimwambie kitu kimoja, taarifa ya Injinia Harris, ule ni uteuzi wa wameteua katika watu tofauti tofauti. Sio kila aliyeteuliwa kwenye hizo kamati wamposti kumposti, maana yake nini? yaani una mposti huyu kama umezoea wewe kwenye mitandao yako ya kijamii kila kitu una posti ulaya sio shida zao umewaona umewaona UEFA au umewaona umewaona fifa wakiposti posti ovyo ovyo. yaani wewe kama mwandishi wa habari umeona kwamba kwenye kurasa za fifa muda wote wana posti posti. wale ile sio tanzania ile ulaya wana utaratibu wao wa kuposti vitu sio kila kitu kwa hiyo tumwambia siwe na haraka mjumbe wa fifa dunia injinia Herisi muda wowote atakwenda kuanza vikao, kwa sababu bado hajaanza kutumikia kazi ile. Atakwenda na utamuona, usiwe hata na haraka, lakini kuna yeye, kuna kila sababu ya kujivunia. Tuache wivu, roho mbaya. Nimepata mgeni, nashukuru katika eneo letu la makumbusho, moja kati ya watu machachari sana na mashabiki wa Mnyama. Eh bwana, huyu ni muhindi wa Simba. Huyu bwana ni mtu wa maana sana, ni mtu wa maendeleo, kitu kizuri anazungumza, amenyoka E, bwana, karibu ndugu yangu, njoo bwana, vuta kiti kidogo hapa, kae bwana. Muhindi huyu bwana alinipigia simu akaniambia bwana, nasikia na nimeona injinia amepata Harris ame, amepata ame, uteuzi. Umenielewa bwana? Baada ya kuona injinia Harris kapata uteuzi kuwa mjumbe wa FIFA, basi moja kwa moja alinipigia simu na kunipongeza akaniambia, kapteni wa FIFA dunia, nimefurahi sana kuona Harris amepata uteuzi. Mtanzania mwenzetu, tuna kila sababu